Tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani, na leo tukiwa katika Ijumaa ya kwanza kabisa, uguzangu kwa nini tusifurahi kwa kufikishwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani? Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, audhu billahi minashaitani rajim, qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun. Anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama aseme kutuambia sisi ay kulli haulai, sema waambie, hao waambie, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake, kwa sababu ya hayo basi na wafurahie, na kufanya hivyo ni bora zaidi kuliko chochote wanachokikusanya, kuliko vyote wanavyovikusanya. Ndugu yangu, kwa nini tusifurahi na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ameturefushia umri wetu mpaka tumeupata mwezi huu wa Ramadhani ndani ya mwezi wa Shaabani, mwezi wa Rajabu, na nyuma yake tulikuwa tukimwomba Allah, allahumma ballighna Ramadhan e, Allah, tunakuomba utufikishe Ramadhani. Allah ametufikisha, ametufikisha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa nini tusifurahi kwa hili? Kuna ndugu zetu wangapi ambao tunawajua wamekwisha kusanywa na udongo, wamekwisha mezwa na ardhi, ndugu zetu, jamaa zetu, vipenzi mashehe, lakini mimi na wewe ametujalia tumeupata mwezi huu wa Ramadhani. Hivi sisi ni wacha Mungu zaidi mpaka tuupate mwezi huu? Sisi ni wema zaidi au sisi tuna ilmu zaidi? Hapana, ni kwa fadhila zake na rehema zake tu. Basi yes. Kwa nini tusifurahi ndugu yangu, tukamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutufikisha mwezi huu wa Ramadhani, mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametangaza ndani ya mwezi huu kwamba yule mwenye kufunga lisoimi farhatan mwenye kufunga ana furaha mbili. Furaha ya kwanza inda fitirihi, wakati anapofuturu, na furaha ya pili inda liqa'i rabbihi, anapokutana na mola wake. Ndugu yangu, mwenye kufunga anazipata hizi furaha. Furaha ya kwanza anapofuturu, amefunga mchana wa mwezi wa Ramadhani akiizuia nafsi yake kutokana na vyakula, vinywaji, matamanio na hali ya kuwa nafsu tashtahihi, nafsi inatamani. Sio huyu mwenye kufunga hashikwi na njaa, njaa inamshika huyu mwenye kufunga, anashikwa na kiu, anashikwa na matamanio, lakini vyote hivyo anavizuia, anaizuia nafsi yake na kuisubirisha kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapofika wakati wa kufuturu, utamwona akikimbilia mwenye tende, anachukua tende mwenye maji, mwenye maziwa. Ile ni kwa sababu ya furaha aliyonayo, ameukamilisha mchana wake wa mwezi wa Ramadhani kwa saumu yake kwa kuvumilia. Inafika wakati wa kufuturu, anakimbilia ili apate kile ambacho atakachofuturu. Hii ni furaha ya kwanza, lakini furaha ya pili atakapokutana na Mola wake siku ya Kiyama, atakapoambiwa ingia katika pepo kupitia mlango wa Rayyan, min babi rayyan, mlango ambao la yadkhuluha illa saimun, hakuna watakaoingia kupitia mlango huo isipokuwa wafungaji. Kwa nini tusiwe na furaha, ndugu yangu? Kwa nini tusiufurahie mwezi huu? Tuufurahie mwezi huu kwa kushikamana na yale yote ambayo tumeelekezwa katika ibada ya funga. Ndugu yangu, kwa nini tusifurahi

imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume ametutangazia kwamba yule atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhana wa taala husamehewa madhambi yake yametangulia. Yule atakayesimama usiku kwa ajili ya sala, kwa ajili ya tarawehe na visimamo vingine, akasimama kwa imani, hakusimama kwa lolote lile isipokuwa kwa Allah subhana wataala akasimama kwa kutaraji radhi za Allah subhana wa ta'ala, kutaraji malipo yake famajazauhu, malipo yake, mtu huyu anasamehewa madhambi yaliyotangulia. Ndugu yangu, kwa nini tusifurahi kwa nafasi hii? Nafasi ambayo Allah subhana wa ta'ala ametufikisha mimi na wewe, ili tuweze kuingia katika fursa ya kusamehewa madhambi yaliyotangulia. Falimadha la nafurahu, kwa nini tusifurahi kwa hili? Ndugu yangu, tunafurahia kwa kuingiwa na mwezi wa Ramadhani, kufikishwa na mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao fihi mafihi unayo yalio mengi sana katika mambo ya khairati ndani yake. Mwezi huu mema unayoyafanya tudhaafu, yanalipwa maradufu, tofauti na miezi mingine. Kila jema utakayolifanya ndani ya mwezi huu, malipo yake ni maradufu. Kwa nini tusifurahi ndugu yangu? Ndugu yangu, tufurahie kufikiwa na mwezi huu, na furaha yetu ni kuonyesha shukurani, lakini kushikamana, kushikamana na kuzilinda ibada zetu na hasa ibada bado ya saumu, kuhakikisha tunafunga kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasalama. Tujiepushe na mambo yote ya upuuzi, mambo yote machafu, mambo ya michezo ambayo haina faida yoyote. Tujiepushe na haya ndugu yangu, badala yake tujifungamanishe na tujiweke bize katika kumtaja Allah subhana wataala, wa khairu dhikri, na dhikri iliyokuwa bora zaidi kumtaja, kuliko kuwa bora zaidi ni kusoma Qurani. Tushindane, tukithirishe katika kuisoma Qurani kwa wingi ndani ya mwezi huu. Ndugu yangu, kwa nini tusifurahie kufikiwa na mwezi huu wa Ramadhani? Mwezi ambao ndio wenye ibada ya saumu, ibada ambayo Mwenyezi Mungu ameinasibisha kwake, amenyegemeza kwake pale aliposema, kullu amali ibn adam lahu illa sawm, matendo yote anayoyafanya mwanadamu ni kwa ajili yake isipokuwa sawm. fa fainnahu li, hakika ya sawm ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye ninayelipa ibada hiyo. Mlipaji wa ibada hii ni Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Mfuatiliaji wa ibada hii ni Allah subhanahu wa ta'ala na ulipaji wake Allah siyo sawa na ulipaji wa malaika siyo sawa na ulipaji wa wengine. Anaposimamia yule ambaye ni mtukufu katika kulilipa jambo lile, jambo linaonyesha utukufu kwa sababu limesimamiwa na mtukufu. Kwa nini tusifurahi hali ya kuwa mlipaji ni Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yake ambayo ni bi ghairi hisab, pasina ya hisabu, analipa kwa wingi sana. Kwa nini tusifurahi, ndugu yangu? Ndugu yangu, tufurahi kwa kufikiwa na mwezi wa Ramadhani kwa sababu hizi, ni kwa fadhila zake tu Allah na kwa rahma zake alikuwa, angelikuwa Allah subhana wa taala alitaka, basi angetuondoa mimi na wewe kama alivyoondoa wengine. Lakini kwa fadhila zake na rehema zake ametufikisha mimi na wewe, tumeweza kufikia mwezi huu na tumeanza kufunga mpaka leo, tumo katika ijumaa ya kwanza, hivyo Tufurahie kwa kushikamana na yale ambayo yanayotakiwa ndani ya mwezi huu, kwa kuilinda vizuri ibada yetu hii ya saumu, kwani masiku ni machache sana. Ayyaman ma'dudat, masiku ni machache sana, ndugu yangu. Kufumba na kufumbua, tutatahamaki, ramadhani imeondoka. Tujitahidi, tuchume, tuchume yale yanayopatikana ndani ya mwezi huu.